DW. Habari za Afrika. Kinshasa. Jeshi la Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo linasema waasi walio na mafungamano na kundi moja la kigaidi wamewaua karibu watu kumi na wawili katika uvamizi wa jamii moja ya kijijini mashariki mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Uganda. Nahodha Antony Mulushai ambaye ni msemaji wa jeshi la Congo katika mkoa wa Kivu Kaskazini amesema waasi hao wa Allied Democratic Forces ADF, waliteketeza hospitali moja na kuwateka raia kadhaa na kuwapeleka msituni. Mulushai anasema jeshi lilijibu shambulizi hili kwa kuwaua wa waasi wane na kuwaokoa kuwa raia wane. Pia kwa muda mrefu sasa waasi wa ADF wamekuwa katika eneo hilo la mpakani. Kiongozi mmoja wa kiraia Kakule Mwenda Peke amesema idadi ya raia waliouawa iko juu kuliko ile iliyoripotiwa. Mwenda Peke anasema watu kumi na saba ndio waliofariki dunia na wengine hawajulikani walipo baada ya kutekwa nyara. Kampala Uganda imeanzisha zoezi la kutoa chanjo dhidi ya homa ya manjano kote nchini humo. Hatua hii inafuatia matokeo ya uchunguzi uliofanywa na shirika la afya duniani WHO mwaka 2022 na kugunduliwa kwamba nchi hiyo ni miongoni mwa zile nchi 29 ambako ugonjwa huo huzuka mara kwa mara, ikilenga kutoa chanjo kwa zaidi ya watu milioni moja. Wizara ya afya ya nchi hiyo imehimiza watu walio kati ya mwaka mmoja hadi 60 kupata chanjo hiyo bure bila malipo kama ilivyokuwa hapo awali. Maafisa wa afya wameshuhudiwa kwenye shule na maeneo ya umma wakiendesha shughuli hiyo iliyoratibiwa kuchukua wiki moja. Pretoria, spika wa bunge la Afrika Kusini Nosiviwe Mapisa Ngakula amejiuzulu wadhifa wake. Kujiuzulu kwake kumekuja baada ya mahakama kutupilia mbali ombi la kuzuia kukamatwa kwake kwa tuhuma za ufisadi na hongo. Anakabiliwa na mashtaka kumi na wawili ya utakatishaji fedha na inadaiwa alipokea zaidi ya milioni nne pesa za Afrika Kusini kutoka kwa mkandarasi wa jeshi la ulinzi wakati alipokuwa waziri wa ulinzi. Katika ripoti yake ya kujiuzulu ambayo ameitoa hivi punde, Nosiviwe no amesema amechukua uamuzi huo ili ajikite zaidi na kesi iliyo mbele yake kufuatia uchunguzi uliotangazwa na vyombo vya sheria hivi karibuni dhidi yake. Harare. Rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa leo ametangaza ukame nchini humo kuwa janga la kitaifa. Katika taarifa, Mnangagwa ameongeza kwamba nchi hiyo inahitaji zaidi ya dola bilioni mbili kuwalisha mamilioni ya watu wanaokabiliwa na njaa. Taarifa ya Mnangagwa inafuatia matangazo kama hayo yaliyotolewa na Zambia na mwishoni mwa mwezi Februari na Malawi mnamo mwezi Machi, wakati ukame uliosababishwa na hali ya El nino inayoikumba dunia kuleta mzozo wa kibinadamu kusini mwa Afrika. Rais huyo Zimbabwe ameongeza kwamba zaidi ya watu milioni 2.7 nchini Zimbabwe watakumbwa na njaa mwaka huu kwa kuwa asilimia 80 ya nchi hiyo haikupata mvua za kutosha. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za Afrika kutoka Bonn.